Bonge la meli ya kivita ya jeshi la Marekani kwa jina la USS Gerald Ford imewasili katika eneo la Caribbean kwa kile ambacho kimetajwa kwamba ni kwa ajili ya operesheni kali dhidi ya walanguzi wa madawa ya kulevya ambao huwa wakisafirisha madawa ya kulevya kutoka nchini Venezuela na Colombia na kuingia nchini Marekani, lakini inatajwa kwamba mashua hiyo ni kwa ajili ya kumtahadharisha Rais Maduro, rais wa Venezuela ya kwamba Marekani wakati wowote wa ipo tayari kwa kuanzisha operesheni yake ili kuhakikisha kwamba Rais Maduro ambaye yanatuhumiwa na Marekani kuunga mkono makundi haya ya wahalifu ambao wanaohusika na biashara haramu ya madawa ya kulevya madawa ya kulevya kuingia nchini Marekani kuweza kuondolewa madarakani. Marekani ilifahamisha kwamba ipo tayari kuanzisha operesheni ya ardhini nchini Venezuela na Colombia iwapo mataifa hayo mawili hayataonyesha ushirikiano wake na Marekani katika kukabiliana na makundi haya ya wahalifu yanayojihusisha na ulanguzi wa madawa ya kulevya kutoka katika mataifa hayo mawili na kuingia nchini Marekani na papo hapo inatajwa kwamba mnamo Oktoba ishirini na nane mwaka huu 2025 mamluki wa Wagner kutoka nchini Urusi waliwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa mjini Karakasi nchini humo Venezuela kwa ajili ya kumlinda rais Maduro. Inatajwa kwamba ni vita kali ambayo inayonukia kwa sasa kati ya Marekani na Venezuela. Aidha, Marekani na washirika wa Venezuela, kwa kuwa washirika wa Venezuela ikiwemo Colombia tayari wamekushaanza mazungumzo, namna gani watakabiliana na kile ambacho Marekani imefahamisha kuwa huenda ikaanzisha operesheni yake ardhini katika mataifa hayo mawili. Inatajwa kwamba serikali ya Venezuela jeshi lake limekwisha anza mazoezi kwa ushirikiano na wanajeshi kutoka nchini Urusi na kununua vyombo vingine vya kivita ikiwa ni pamoja na ndege za kivita kutoka nchini China. Hapo awali jeshi la Marekani lilikuwa tu likishambulia mashua yoyote ambayo inaonekana katika eneo hilo la bahari ya Karibian ikishukiwa tu kuwa na madawa ya kulevya, basi ndege za Marekani aidha mashua za kivita za Marekani katika bahari hiyo ya Karibian Huwa zikishambulia mashua hizo ambazo Venezuela inafahamisha kwamba mashua hizo huwa ni za wavuvi na wale ambao huwa wakiuawa huwa ni wavuvi. Na Venezuela iliitolea wito raia wake kujiunga na jeshi na kufanya mazoezi na kuwa tayari kukabiliana na uvamizi wa aina e, yoyote wa Marekani, iwapo Marekani itachukua uamuzi huo wa kuvamia moja kwa moja Venezuela. Mamluki hawa kutoka nchini Urusi, mamluki hawa wa Wagner ambao inatajwa kwamba walikuwepo nchini Sudani, walikuwepo katika mataifa tofauti ya Afrika Magharibi mataifa ambayo yalionekana kuwa na uamsho mkubwa na kujikomboa kama inavyotajwa kutoka katika ukoloni mamboleo ambao uliokuwa ukiwakandamiza, inaonekana ya kwamba ni mamluki hawa kutoka nchini Urusi, mamluki hawa wa Wagner ndio ambao waliosaidia mataifa hayo kuweza kujikomboa na kupelekea wanajeshi wa Ufaransa, kwa kuwa ndio ambao waliokuwa na nafasi kubwa katika eneo hili la Afrika Magharibi. Hivyo basi, katika eneo hili la Amerika Kusini, ikiwa pamoja na Venezuela na Colombia, wanajeshi hawa aidha, mamluki hawa wa Wagner kutoka nchini Urusi tayari wamekwisha wasili katika taifa hilo la Venezuela. Kwa ajili ya kulinda serikali ya Rais Maduro na kuzuia uvamizi wa aina yoyote kutoka nchini Marekani. Vilevile nikukumbusha kwamba mnamo Mei saba mwaka huu 2025 Venezuela na Urusi zilisaini mkataba wa ushirikiano katika sekta ya ulinzi na kutoa mafunzo kwa jeshi la Venezuela. Serikali ya Urusi na idara yake ya ulinzi ilikubaliana na Venezuela kuingia mkataba huo na kuhakikisha kwamba wanajeshi wa Venezuela na viongozi wa ngazi za juu wa Venezuela wanapata mafunzo kutoka kwa wanajeshi wa Urusi na mamluki hawa wa Wagner. Wadadisi wa masuala ya kimkakati wanafahamisha kwamba vitisho hivi vya Marekani dhidi ya Venezuela ni kutaka kushinikiza Venezuela kukubaliana na Marekani kile ambacho inachohitaji nchini humo ikiwa ni pamoja na mafuta na mafunzo haya kwa jeshi la Venezuela kutoka kwa wanajeshi kutoka nchini Urusi ni kwa ajili ya kuhakikisha usalama katika maeneo ambayo kunapatikana visima vya mafuta, kwa kuwa Marekani inalenga mafuta, kwa mujibu wa kile ambacho kinatajwa katika vyombo vya habari ya kwamba Venezuela imeidindia Marekani kuiuzia mafuta na kutishia kuzidisha bei za mafuta. Hivyo basi Marekani imeona ni bora kuiwekea vitisho Venezuela ili iweze kulegeza kamba na Marekani iweze kunufaika na mafuta ambayo yanayopatikana nchini Venezuela. Ni jamii sana, utamaduni unasemaje kuhusu mvutano huu ambao unaonekana kunukia kati ya Marekani na Venezuela? Tunapotaja Venezuela, kuna Urusi na China na washirika wa Venezuela katika ukanda huu wa Amerika Kusini. Tuachie mtazamo wako pia kuhusu uwepo wa meli hii ya kivita ya Marekani katika eneo hili la bahari ya Caribbean, huku Venezuela ndiye akiwa mlengwa.